maana mzee kabisa, si maana ya kusilimu hakuingia katika Uislamu. Kuna watu wamesilimu mpaka miaka mia na hamsini, lakini tabia yako ukitoirakibisha, kabla ya miaka arbaini, ikifika miaka arbaini si rahisi kubadilika. Sasa ukitaka kubadilika, badilika ujafika miaka arbaini. Ndo hata katika mfano mmoja wa kiarabu wenye kuambia, idha samitum rajula azala an tibaihi fala tusaddiqu Ukisikia mtu amebadilika tabia yake usiamini, maanake ukisha kupita miaka kama hiyo na hukubadilika, usiamini. wa idha sami'tum ljabala zala amma kanihi fasaddiqu, ukisikia jabali limeondoka sehemu yake amini. Lau mtu ashakuwa mzee, ana akhlaki fulani azifanye, hajabadilika, ukaambiwa amebadilika tabia yake, usiamini. Lakini ukisikia jabali la Kilimanjaro limekuja Nairobi, amini, kwa ajili lile ni sahali kuliko huyu ku, kubadilika tabia yake ndio ikawa mitume wengi wamepatia utumi wakati wa miaka 40 na mtume ulipofika miaka 40 katika mwezi wa Ramadhani siku ya Jumatatu tarehe kumi na saba ndipo alipoteremshiwa Quran, shahru ramadan alladhi unzila fihi Qur'ani ndo anowanza kuteremshiwa eh, Qur'ani katika <laughs> mwezi mtukufu wa Ramadhani.